Ni katika eneo la Jangwani, eneo ambalo limeendelea kutajwa kwa korofi hasa kipindi cha mvua, na walieleza kwamba kuna mradi mkubwa wa ujenzi wa daraja utaanza hapa, na sasa tayari tarehe kamili imeelezwa, ni mapema mwezi ujao, na tayari eneo hili mkandarasi ameshawasili kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa eneo la kuhifadhi vifaa pamoja na kuishi wafanyakazi kwa ajili ya kutekeleza mradi huo ili uweze kukamilika kwa haraka na kutimiza ile azma ya wananchi wengi ya kumaliza changamoto hii ambayo walikuwa wakipata kipindi cha mvua, magari kushindwa kupita, hata wale watembea kwa miguu nao kushindwa kupita. Kimsingi ilitakiwa wameanza kazi, lakini kulikuwa na zoezi la kupitia upya ile design ya daraja ili kufanya daraja liwe na mwonekano mzuri zaidi. Kwa hiyo, hiyo kazi imekamilika na wenzetu wa TANROADS ndio wanaosimamia hiyo kazi, na kwa taarifa nilizonazo nilizopata sasa hivi ni kwamba tarehe moja mwezi wa, tarehe mbili mwezi wa tano ndio kazi rasmi ya ujenzi wa daraja itaanza. Kwa hiyo mpaka kufikia mwezi wa sita tunatarajia, na mkandarasi huyu sasa wa kutanua mto pia atakuwepo saiti katika mradi wa uboreshaji mto wa Msimbazi litajengwa eneo la kupumzikia na soko la wafanyabiashara wadogo wananchi wamepongeza hatua hiyo. Ni jambo la heri, na nilikuwa nashauri tu kwamba waongeze spidi kidogo, maana hizi mvua kidogo zinakuwa zinasumbua sana, hasa sio wanafunzi tunaopenda kutumia hii njia. Mradi ulikuwa tunauombea uanze, na tunashukuru kweli umeanza. Kama hivi unaona tunapata tabu, lakini tabu itaisha. Mradi wa uboreshaji mto wa Msimbazi una awamu mbili, na awamu ya kwanza tayari wameshalipwa fidia watu zaidi ya elfu mbili ambayo ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 66.6 na waliosalia ni takribani 173 ambao mchakato wa kuwalipa unaendelea, na kuna baadhi yao wana changamoto mbalimbali zikiwa za kifamilia pamoja na mirathi. Esta Bela Malisa, Azam News, Dar es Salaam.